Eh, Sangoma inafahamika pia kama Fitting. Fitting Moko Genius akiwa ameweza kumshirikisha pia Marioo, kuna namna tu ambavyo watu wengi tumekuwa tujafahamu. Hapa Moko Genius alikuwa na maana gani? Eh, kuweza kuipa jina ya hii hapa kazi yake, kumpa wimbo uitwe Fitting. Fitting ilikuwa na maana gani? Mnajiuliza kwamba Fitting ilikuwa na maana gani? au yeah, wimbo huu ulikuwa na maana gani pia mpaka Moko Genius akiwa mshirikina pia na Mario akaweza na kuona kwamba wimbo huu uweze kupewa jina fitting. Moko Genius tuko naye huyu hapa Moko Genius. Tuweza kufahamu tuanze tupige story pia Moko Genius, na fitting ulikuwa na maana gani? Na fitting na fitting na ile machingi. Fitting ni fitting na machingi ni machingi na, na tulitamka vizuri baadaye, tukaamua tuje tuibadilishe i sound hivyo kishamba au vipi, lakini tumeikusudia kuiweka hivyo, na yote ni kwenye ku, angalia tusaga ambayo inaweza ikaingia mtaani ikapendwa, tukatengeneza msemo fulani ambao unaweza pia ukaenda pia kwao. Nadhani right now fitting na matching ndio msemo wa sasa hivi kwao. Nadhani hiyo ndio ilikuwa lengo, na tunashukuru Mungu. Um, msemo umeingia mtaani, lakini pia ngoma imeingia mtaani so, yeah. Mweza kumsikia Mocco Genius kwamba uh, fitting ilikuwa na maana gani lakini pia mwako jina tumeona kwamba una utaratibu mzuri zaidi wa kuweza kufanya kazi pia na Marioo uh, kuna nini au ni siri gani ambayo unaiona yuona pia ukifanya kazi na na Marioo kiasi kwamba kila kitu imekuwa na mapokezi makubwa zaidi. Ah uh, nyimbo zetu mimi na Marioo kufanya vizuri nadhani kwanza ni chemistry. Tunafanya kazi kwa love kubwa sana. Kwa hiyo ile love na nini lakini pia muda ukifika wa kutoa wimbo tunaamua tunashambulia tuna promote kila mmoja na promote. Uh, tutafanya challenge pamoja na vitu vingine vingi. Kwa nadhani kuna hiyo love pia. Hata mashabiki wanapenda kuona hii uh, combination yetu, wanapenda kuona ushirikiano wetu kwenye tracks. That's why tukija na ngoma always lazima iwe noma kwa sababu mashabiki wanapenda kuona hiyo chemistry baina ya mimi na Mario. Sawa, tukikaa hapa kwenye mapokezi ya shabiki kupenda. Unadhani kwamba ni kitu gani ambacho unajifunza kutoka kwa mashabiki? Vile ambavyo kila ukiacha ngoma imekuwa na mapokezi makubwa, na mashabiki wamekuwa wakinionyesha upendo sana, kusema kweli nafurahia, lakini pia wananipa stress ya kuona ya kwamba kila siku nahitajika kuja na kitu bora kuliko cha jana, kwa sababu wakikusupport imaanisha wanataka uangushe, wakikuonyesha support, maana yake wanataka kuona nafanya vizuri kila siku. Kwa hiyo ndio kazi ambayo nadhani wananidai sana na, na niwaahidi tu, nadhani nitakuwa naendelea kufanya kazi nzuri kama hivi na nzuri zaidi ya hizi kwa sababu nipo kwa sababu ya kufanya burudani kwa sababu yao, kuweka ujumbe kwenye jamii, najua hivyo. Kwa kwa hiyo nadhani watu wasisidhani, si kama nitakuja kuwa boa, nadhani mi nitakuwa tu mtu bora na kuwapa vitu bora kila siku. Kwa bwana sasa hivi ya Moko Genius. Moko Genius, ume unapiga miguu miwili ka wewe ni msanii unaimba muziki like, lakini pia ni producer pia ambao unaandaa muziki pia na hii, tungekupa au ungepata nafasi ya kuweza kubadilisha chochote kwenye gimu ya muziki wa Bongo Flava, labda wewe nafasi yako ingekuwa ni ipi, au badiliko lako lingekuwa ni lipi la kubadilisha kwenye muziki wa Bongo Flava? Ningekuwa naweza kubadilisha kitu kwenye industry ah, uh, sijui kusema kweli, nadhani vitu ambavyo tumevikuta vitakuwa taratibu taratibu tu. Mimi kwa haraka haraka hapa cha kubadilisha kusema kweli, labda mifumo tu ya ku t, um, mifumo ya ku uh, producers kupata miraba kwa sababu nahisi ni miongoni mwa watu ambao kidogo wapo nyuma kwenye industry kidogo, kama kidogo tunawasahau ambapo wao ndio wazalishaji, ndio walezi wa, wa, wa muziki oh yes, na kila kitu mm, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wanatakiwa tena waangaliwe, mabaraza yetu watu kama BASATA kusota, walezi wetu waangaliwe, waangalie pia namna gani ambavyo producers wanaweza kunufaika kwa sababu wenyewe wanakuwa behind muda mrefu, wanatengenezea hizi hits na vitu vingine. Kwa hiyo hiki cha kukiangalia pia ni sawa. Pia Moko, Gemu ya mziki imekuwa na changamoto tofauti tofauti, kila mmoja msanii amekuwa na sauti yake ya kuizungumzia kuhusu changamoto. Vipi kwa upande wako, changamoto ambazo umekabilia nazo kwenye game, ulikuwa unatumia mbinu zipi pia kuweza kukabiliana nazo? Vipi uh, changamoto ya kwanza kwanza ilikuwa watu kuona kana kwamba mimi nafanya mziki kwa sababu tu naweza kujirekodia na na access na masuala masuala mazima ya industry, lakini uh, ilichukua kidogo muda mpaka watu kuamini ya kwamba namaanisha na nafanya hii kitu serious kabisa, kwa hiyo ilikuwa changamoto yangu ya mwanzo. Tofauti na hapo, changamoto zingine ni changamoto za kawaida za kibinadamu ambazo wanamuziki yote kama kijana lazima uzipitie, kwa sababu obviously tunahitaji changamoto ili vitu viendelee na vikuwe eh, safi pia. Mnasabu tukamilishe vya amoko safoli muziki imekuwa kubwa, vya uandishi wako umekuwa ni wa tofauti zaidi, vya inspiration ya utunzi wa hizi kazi zako huo unaotoa wapi? Au nini kipo katika hiki ambacho nakifanya? Uh, changamoto ya kwanza kwanza ilikuwa watu kuona kana kwamba mimi nafanya mziki kwa sababu tu naweza kujirekodia na na access na masuala masuala mazima ya industry, lakini uh, ilichukua kidogo muda mpaka watu kuamini ya kwamba na maanisha na nafanya e, hii kitu serious kabisa. Kwa hiyo ilikuwa changamoto yangu ya mwanzo. Tofauti na hapo, changamoto zingine ni changamoto za kawaida za kibinadamu ambazo, uh, mwanamziki yoyote kama kijana lazima uzipitie kwa sababu obviously, tunahitaji changamoto ili vitu viendelee na vikuwe yeah. mimi nasikiliza sana nyimbo za zamani kusema ukweli na uh, nyimbo za kuanzia miaka elfu mbili kurudi nyuma tisini, um, themanini, sabini huko. Kwa hiyo nadhani vyanzo vyangu vya mziki vingi vimekuwa ni nyimbo za zamani zamani sana. Kwa hiyo nasikiliza mziki wa zamani kwa sababu naamini kwenye zamani walikuwa nafanya sana live musician, uh, walikuwa wanapiga mziki kila kitu kutoka kwenye ile live. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio sehemu ambayo mi pia naiaminia sana kwenye kufanya mziki ambao unaweza ukakaa na kuishi muda mrefu. Mbona saa mwaka elfu mbili na ishirini na tano pia mwako mbacho. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano umeshaanza pia, na karibia tunaelekea kwanza kuifikia nusu pia. Labda shabiki watarajia nini pia kutoka kwako pia Mocco Genius katika upande zote mbili? Aa, nadhani kitu ambacho uh, watu wakitegemea elfu mbili na ishirini na tano yeah. uh, Kwanza kazi nzuri kama hivyo ambavyo tumeanza yes. Tumeanza na fitingi lakini, watu watategemea vitu vingi vizuri kwa sababu Playlist ni kubwa, nadhani mpaka muda ndio unakuwa hautoshi, lakini kazi ziko nyingi za kutosha. Genius, tukamlisha kabisa, mamilioni wa Watanzania wanakusikiliza mdogo wapo, na lipi la mwisho ambalo unaweza ukaisi ni sahihi sana kuwajulisha pia? Cha mwisho napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mbeya Highland FM kwa support na nini hivyo, mmekuwa mkinisapoti siku zote, mmekuwa mkipenda muziki wangu kwa hiyo asanteni sana, nawashukuru na endelee kutegemea vitu vizuri kwa kwangu kwa sababu mimi nipo na nafanya burudani kwa ajili ya mashabiki zangu. So, shout out Bwana Moko kakamlisha kazi yake ya fam ia kama fitting Iwe ni sehemu pia usikivu kwenye ngoma za masikio yake